Kama laizi wa heshima kama laizi wa shindi umenelewa mkoani Tanga, umenelewa na mwakilisha wato watu wa Tanga pamoja na Tanzania nzima, malaizi wenye kujua mila na wenye kujua thamani ya wananchi yao, laizi wa kwanza Samia

Kwamba leo wataka sitaki watacheza hata kwa kingi, wataka sitaki, hapa kwa makora watacheza, wanakuja.